Mkutaa kuna, kuna wazee na kuna mashemasi. Na namoni skili, kuna maneno mengine tunayatumia hatujui. Neno kama askofu, neno askofu ni neno la Kigiriki, neno hili ni sawa na neno mzee. Kwa hiyo Paulo akiwaandikia watu wa mataifa anatumia neno askofu, akiwaandikia Wayahudi anatumia neno mzee. Ndio maana ukiangalia waandishi kwa mfano kwa Filipi moja mstari wa kwanza ukiona Paulo anawaandikia kanisa aliyosema kwa watakatifu wote kwa walioko Filipi na maaskofu na mashemazi. Mbana wazee wa kanisa hawezi sasa hawezi kulumbia kwa hiyo kuna vyeo viwili tu ndani ya kanisa, alagana vipi wazee au maaskofu na mashemazi. Mpe Bwana makofu Hivi vingine tulivyojiongezea, askofu mkuu ni vyetu hakiko cheo kama hichi. Askofu mkuu ukiwa askofu mkuu, na Yesu atakuwa askofu gani? Askofu mkuu ni Yesu. Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa ishirini na tano. Hebu tusome pale kwa Kiingereza, huyo asome hapo, msikii. Haya ni mavyeo tu, watu wanajivumbikia tu, wanajitangaza tu ni askofu mkuu. Sasa Yesu atakuwa nani? Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa 25.

Ni mzee wa kanisa, mpe Bwana Yesu makofi. Mimi ni mzee mwenzi wenu. Unaona, Petro alikuwa ni sorry, Petro alikuwa ni, ni mtume lakini ni mzee wa kanisa, lakini Yohana anaandika kwa Kiswahili cha kisasa, anasema vizuri au Kiingereza, mzee kwa gare, mimi mzee wa kanisa kwa gare. Mpenzi, unasikia daktari kuna wawati mawili ya wasomi namseveni. Hakuna mzee wa kanisa nje ya huduma tano. Kwa hiyo huduma tano vile ni mitume, wanabii, wenye ishu, wachungaji, hao ndio wazee maana mbili tatu. Ya kwanza, mzee kama baba wa mji; pili, mzee kama mtu mzima kwa umri. Kwa hiyo tunaposema kwamba huyu ni mzee wa kanisa, maana yake ni mtu mzima kidogo, na hatutegemee kusikia mzee wa kanisa yuko kinyume na mchungaji. Mzee yoyote anayepiga mchungaji juu Mzee mana ni mtu <laughs> mzima kidoo. Kuna mzee kwa umi ana maana ya lakini, maana ya tatu, mzee ni kiongozi, mtu mzima kidogo, na mini sitegemee kusikia mzee wa kanisa naye jia mcugaji